Ya hapa nikakaa ni kwa kuwasabihisha vijana ili vijana wetu wende kupiga kura. Baada ya kurudi kupiga kura, wakae majumbani, ili wasichukue maneno mabaya tukapata shida katika sehemu zetu, kwa sababu sisi ni watu wa zamani, ni watu tunashahibisha katika nchi. Watoto wetu tunawaambia wakae uzuri, ili tupate amani na utulivu katika nchi yetu kwa sababu kama hatukupata amani katika nchi yetu, tutapata shida sisi wanawake na watoto. Vijana wao watatoka, watatuacha sie nyumbani, kwa hiyo tutakuwa tunapata shida. Lakini watakapotulia vijana na sisi wazazi tutapata kutulia, tukamchagua Dkt. Hussein Ali Mwinyi kwa sababu katuletea maendeleo makubwa. Hapana aso yaona maendeleo atakayesema hapana maendeleo, huyo mpunguani, hana akili katika kichwa chake ndio tukamchagua barabara tunaziona maskuli ndio yale pale tunayaona maspitali tunayaona kwa kila kitu tunakiona ni rais wetu wa mfano na akatuachia alama kubwa sana Oktoba tunatiki